Okay, tuna maswali mawili mezani. Swala la kwanza nauliza kwamba je, kila Mkristo au Mkristo yote anaweza kunena kwa lugha? Swala la pili nauliza kwamba je, kunena kwa lugha kumekoma au kumesitishwa? Sasa kuna baadhi ya walimu wa Ukristo au wachungaji wanafundisha kwamba sio kila Mkristo anaweza kunena kwa lugha. Kuna baadhi ya Wakristo wamepewa karama ya kunena kwa lugha na kuna wengine hawajapewa karama ya kunena kwa lugha. Wao wana support hoja yao kwa kwa maandiko, so, ya kama kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nane mpaka thelathini ambayo inasema Mungu ameweka katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha watenda miujiza, pia karama za kuponya, karama za kusaidiana, karama za uongozi, aina mbalimbali mbali za lugha. Ishirini na tisa anauliza swali: je wote ni mitume? Jibu ni hapana. Anauliza je, wote ni manabii? Jibu pia ni hapana. Wote ni walimu? Jibu pia ni hapana. Je, wote watenda miujiza? Jibu pia ni hapana. Je, wote wana karama ya ponya, jibu ni hapana pia. Je, wote unena kwa lugha mpya? Jibu pia ni hapana. Kwa hiyo unaona logic inafuata kwamba kama Mungu ameseti wa watu katika, katika kanisa kwamba kuna wengine ni mitume, wengine kuna mnabii, kuna walimu na karama za kuponya na kunena kwa lugha. Kwa hiyo anauliza swali kwamba je, wote wananena kwa lugha? Kwa hiyo ukifuata kwa logic hii hapa inaonyesha kwamba hapana, kuna baadhi ya watu ambao wananena kwa lugha na kuna wengine hawaneni kwa lugha. Sasa, Biblia ni kitabu kikubwa na katika ukweli wa Biblia umetapakaa katika maeneo tofauti tofauti, kwa hivyo uwezo ukatumia e, andiko moja tu kusapoti fundisho bila kuangalia maandiko mengine yanazungumza nini. Sasa ukiangalia kwa mfano katika kitabu, katika sura hii au katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 mpaka 30 inaonyesha kwamba kuna baadhi ya watu wamepewa karama ya kunena kwa lugha na kuna wengine hawajapewa karama ya kunena kwa lugha. Ukifuata kwa logic ambayo tumeisoma katika kitabu cha kitabu hiki. Sasa mimi nasema kwamba Wakristo wote wanaweza kunena kwa lugha. Sasa ushahidi gani au kigezo gani au hoja ipi imenifanya ni niseme kwamba kila Mkristo anaweza kunena kwa lugha? Tuangalie maandiko pia anasemaje. Tuanzie mbali au tuanzie mfano wa mbali sana kwamba katika Biblia kwamba kuna kitu kinaitwa karama au kuna ule uwezo we, ambao Roho Mtakatifu amewapa watu special kwa ajili ya kufanya, na kuna ile kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila muamini. Kwa, kwa, kwa mfano kuna ualimu kama huduma na kuna ualimu ambao kila Mkristo anaweza kufundisha. Tunasoma katika Biblia kitabu cha Mathayo sura 28 sura 19 mpaka sura 20 tunaona kisa cha Yesu alivyokuwa anakaribia kupaa mbinguni akawapa wanafunzi wake maagizo kwamba wanatakiwa kufanya nini baada ya kuwa ameondoka. Na kama utakuwa msomaji mzuri wa Biblia utagundua kwamba wakati Yesu anapaa alikuwa na takriban watu 120, wanafunzi 120 walikuwepo wakati Yesu anapaa. Kwa hiyo agizo lilipewa wanafunzi wote na sio wanafunzi wote so, walikuwa kipindi kile tu bali hata sisi pia tumepewa agizo hili. Sasa Biblia anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mpaka 20, inasema kwa sababu hii enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la mwana, na Roho Mtakatifu, nanyi wafundisheni kuyashika yote mambo yote niliyoamuru, nini, hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Sasa ukisoma katika eneo hili hapa, inaonyesha kwamba Yesu anawapa wanafunzi wake agizo kwamba wakafundishe mataifa na sio wanafunzi wake tu, hii agizo linatugusa mpaka sisi. Kwa kila Mkristo ana jukumu la kwenda kuwafundisha mataifa. Sasa kwa sababu kila Mkristo ana jukumu la kwenda kuwafundisha mataifa, haimaanishi kwamba kila Mkristo ana huduma ya ualimu. Tunasoma, tunarudi tena katika andiko lile la kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12:28, Biblia inasema kwamba Mungu ameweka kat, katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu kisha watenda miujiza. Anakuja kuuliza je, wote ni walimu? Akimaanisha kwamba kwamba kuna watu ambao wamepewa huduma ya walimu special, kama huduma ya walimu. Lakini kila Mkristo ana uwezo wa kufundisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ila sio kila Mkristo ana huduma. Naomba unielewe vizuri kwamba kuna huduma ya ualimu ambao kuna watu wamepewa huduma special kwa ajili ya kufundisha kanisa, kan, katika kanisa, lakini kila Mkristo anawezeshwa na Roho Mtakatifu kuweza kufundisha. Sasa ule uwezo wa kufundisha ambao anapewa Mkristo wa kawaida au kila Mkristo haimaanishi kwamba ile ni huduma. Sasa, ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28 vitu ambavyo vinazungumziwa hapa vina, zinazungumziwa huduma sio ile kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila Mkristo, anavyosema kwamba Mungu ameweka katika kanisa, Mungu ameweka watu special katika kanisa, kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha watenda miujiza, pia karama za kuponya, karama za kusaidiana, karama za uongozi, aina mbalimbali za lugha. Hizi ni, vi, ni, ni, ni huduma tunasema, au katika Kiingereza tunatumia neno ministry gift. Okay, tuendelee, nikuonyeshe mfano mwingine, afu tutarudi katika swala letu la kunena kwa lugha kwamba kuna uponyaji kama huduma na kuna uponyaji ambao kila mkristo anaweza akaufanya. Tusome maandiko yanazungumziaje. Wakorinto wa kwanza sura ya... tunarudi tena katika andiko lile lile. Mungu ameweka katika kanisa, kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha watenda miujiza, pia pia karama za kuponya. Tunaona kwamba kuna watu ambao wamepewa special karama za kuponya, na hapa chini anakuja kuuliza, je, wote wanatenda miujiza au wote wana karama za kuponya? Jibu kwamba ni hapana, kwamba kuna baadhi ya watu tu special katika kanisa ambao kazi yao ni huduma ya uponyaji. Sasa tuone maandiko ya upande wa pili yanazungumziaje kuhusu uponyaji pia? Kitabu cha Marko sura ya 16 mstari 17 mpaka 18, Biblia inasema, nazo ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini, kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakita wadhuru kamwe wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Sasa hapa tunaona Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba mtapowahubiria watu na wakaamini, kwamba ishara hizi ndo zitafanya mjue kwamba hawa ni watu ambao wanaamini au hawa ni watu wa Kristo. Anasema kwamba hawa watu wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao wagonjwa watapokea afya. Sasa hapa hajasema kwamba mitume wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao wagonjwa watapokea afya, anasema hapana. Amesema kwamba Mkristo yote wa kawaida ana uwezo wa kumwekea mtu yote mgonjwa mikono, mgonjwa na mgonjwa akapotea akapokea uzima. Sasa, kile kitendo cha Mkristo wa kawaida kumwekea mtu mikono katika mgonjwa na akapokea afya haimaanishi kwamba yule Mkristo ana huduma ya uponyaji. Kuna huduma specific au huduma maalum ambao wanapewa watu ambao inaitwa huduma ya uponyaji, ambayo ni tofauti na ile ile kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kila Mkristo kwamba anaweza akamwekea mikono mgonjwa na akapokea afya. Kwa hiyo, kitu ambacho tunatakiwa kupata hapa kwamba kuna kuna kuna huduma special kwa mfano ya uponyaji au ya walimu, lakini kuna ile kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila mtu ambaye anaamini, ambaye inamwezesha kufundisha, inamwezesha kumwekea mgonjwa mikono na akapokea afya, lakini haimaanishi kwamba yule mtu ana huduma ya uponyaji au ana huduma ya walimu. Ni kazi tu ya Roho Mtakatifu kwa kila mtu ambaye anaamini. Sasa tunapokuja katika kunena kwa lugha, kesi ni ile ile, kwamba kunena kwa lugha, kuna kunena kwa lugha kama huduma. Kuna watu ambao wamepewa huduma special katika kanisa ya kunena kwa lugha, na kuna kunena kwa lugha ambao ni kwa kila mtu ambaye anaamini, ambao sio huduma, kama tulivyoona hivi katika walimu na katika uponyaji. Tunasoma katika kitabu cha Marko pia sura 16 mstari wa 17. Tukao na maandiko yale yale. Biblia inasema kwamba na ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watatoa pepo wachafu. Watasema kwa lugha mpya. Anasema kwamba wale watu ambao wanaamini, mtu yeyote ambaye anaamini ana uwezo wa kusema kwa lugha mpya. Lakini kule tumeona katika kitabu cha Matendo kwa kwanza sura 12 mstari wa 28 ni kwamba kuna watu tu specific wanaweza kunena kwa lugha kutamka aina za lugha ya huduma ambayo inazunguzwa katika kitabu cha Wakorinto kwanza sura kumi na mbili na katika kitabu cha Marko sura kumi na sita ni huduma ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwa kila muamini. Kwa sasa hitimisho letu ni kwamba kila Mkristo anaweza kunena kwa lugha kama kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yake, lakini sio kila Mkristo amepewa huduma ya kunena kwa lugha, kama tulivyoona katika walimu kwamba kila Mkristo anaweza kufundisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini sio so kila Mkristo amepewa huduma ya ualimu, kwa sababu huduma ya walimu ni spesifiki kabisa amepewa mtu ndani ya kanisa. Haya, tumeona kwamba kila Mkristo anaweza akamwekea mkono mgonjwa na akapokea uponyaji, lakini tumeona pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kwamba kuna watu ambao ni special wamepewa huduma ya uponyaji. Kwa katika kunena kwa lugha kesi inakuwa ni ile kwamba kila mtu kila mkristo anaweza kunena kwa, kwa lugha lakini sio kila mkristo amepewa huduma kwa. Kinachozungumziwa katika kitabu cha ma, cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, hizi ni huduma, na sehemu zingine anazungumzia ile kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila mtu anayeamini. Tuone Biblia inazungumziaje kitabu cha matendo ya mtume sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, siku ya Pentecost ilipoadia waamini wote walikuwa mahali pamoja Ghafla sauti ya mvumo mkubwa wa upepo mkali uliotoka mbinguni ukajaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Zikatokea ndimi za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao, wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyoajaliwa kutamka. Sasa, kama usipofahamu tofauti kati ya huduma na ile kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila mwamini, utabaki na hitimisho kwamba hawa wanafunzi mia moja ishirini wote walinena kwa lugha siku ya Pentekoste. Sasa, hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kwa kila mtu anayeamini. Hakuna mtu kati ya, ya watu mia ishirini waliokuwepo katika siku ya Pentekoste ambao alishindwa kunena kwa lugha, wote waliweza kunena kwa lugha. Aya, tuone tukio la pili la Roho Mtakatifu kuwashukia watu. Je, tuone walinena kwa lugha, watu wangapi, watu wachache, watu, au wote walinena kwa lugha? Kitabu cha Matendo ya Mtume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 46 inarekodi historia ya Kornelio na nyumba yake baada ya kuwa Mungu amemwagiza Kornelio amualike Petro, Mtume Petro ili aje awahubirie. Sasa Petro alipofika, Biblia inasema wakati Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wakisikiliza ule ujumbe wale watu hala walioamini walikuja na Petro walishangaa na kuona kuwa kipao cha Roho Mtakatifu kimemwagia juu ya watu wa mataifa, kwa kuwa waliwasikia wakinena kwa lugha mpya na kumwadhimisha Mungu. Kwa hapa tunaona pia kwamba wakati Roho Mtakatifu anashuka katika nyumba ya Kornelio, kwamba watu wote ambao walikuwepo katika nyumba ya Kornelio walinena kwa lugha. Aya, ushahidi wa mwisho unatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita. Biblia inasema, Apolo alipokuwa huko Korinto, Paulo alisafiri sehemu za bara akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakajibu, "Hapana, hata hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu." Ndipo Paulo akawauliza, "Je, mlibatizwa ubatizo gani?" wakajibu, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, ubatizo wa Yohana ulikuwa watoba, akawaambia watu walimwamini yeye atakayekuja baada yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Paulo alipowekea mikono yake juu mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia nao, wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Walikuwa kama wanaume kumi na wawili. Kwa hapa tutaona utaona ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sehemu yote ambayo ina rekodi watu walinena kwa lugha, inasema inadai kwamba kwamba watu wote walikuwa eneo lile pale walinena kwa lugha, hakukuwa na mtu ambaye hakunena kwa lugha, bali wote walinena kwa lugha. Sasa tunarudi katika kitabu cha cha Wakorintho wa kwanza sura kumi na mbili, inazungumza kwamba kuna baadhi tu ya watu ambao watanena kwa lugha kwa sababu ya ya ya karama ambayo Roho Mtakatifu amewajalia lakini hapa tunaona kwamba wanafunzi 120 wanena kwa lugha nyumba ya kolonio nyumba yote ilinena kwa lugha. Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 19, pia watu Paulo aliokuta katika mji wa Efeso, watu 19 walinena kwa lugha pia aya. Tunakuja pia katika kitabu cha Marko sura 16 mstari 17 mpaka 16, nasema hivi, na ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini. Hajasema kwamba ishara hizi zitafuatana nao mitume, hajasema ishara hizi zitafuatana nao walimu au wainjilisti, anasema ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini. Wewe ni mwamini na mimi ni mwamini. Kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo kila mwamini kwa mujibu wa Biblia ni kwamba ana uwezo wa kusema kwa lugha mpya kwa mujibu wa maneno ya Yesu mwenyewe. Sasa tumalize ushahidi wa mwisho. Ushahidi wa mwisho nitoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 14 mstari wa 24, Biblia inasema hivi kwa hiyo kama kanisa lote wakikutana na kila mmoja akanena kwa lugha, kisha wakaingia wageni wasielewa wasioamini, je, hawatasema kwamba wote mna wazimu? Kwa sasa kama ingekuwa haiwezekani kwa kanisa zima au wakristo wote kunena kwa lugha Maandiko haya yangekuwa hayana maana, kwa sababu Biblia inasema kwamba, kwa hiyo kama kanisa lote likikutana na kila mmoja akanena kwa lugha, ina maana kwamba kila mmoja ana uwezo wa kunena kwa lugha, na kama kanisa zima likikutana pamoja, lina uwezo pia kunena kwa lugha. Ndio maana Paulo anasema kwamba kama kanisa zima likikusanyika sehemu moja na wote wakanena kwa lugha, akaingia mtu ambaye haamini au hana uelewa, si ataona kwamba nyinyi ndio wazimu? Kwa sababu mnazungumza kitu ambacho yeye hakifahamu. Kwa hiyo ina maana kwamba kutokana na ushahidi huu pia, kwamba kuna uwezekano kwa wa kila Kunena kwa lugha. Sasa kwa sababu kuna uwezekano wa kila Mkristo kunena kwa lugha haimaanishi kwamba kila Mkristo lazima anene kwa lugha. Hapana, kuna Wakristo wengine wanaamua kutokunena kwa lugha kwa sababu labda hawafahamu kwamba wanaweza kunena kwa lugha au kitu kingine hawataki kunena kwa lugha. Lakini ukweli ni kwamba kibiblia kila Mkristo ana uwezo wa kunena kwa lugha. Sasa swala pili lililoko mezani pia ni kwamba kunena kwa lugha, je, kumekoma? Siku moja mashahidi wa Yehova walikuja nyumbani kwangu nikawauliza swali moja kuhusu kunena kwa lugha, akasema bwana, kwa mujibu mwt... wa Biblia kunena kwa lugha kumekoma. Nikamwambia naomba mnionyeshe sehemu ambapo Biblia inasema kwamba kunena kwa lugha kumekoma. Wakaleta kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8, ambapo inasema upendo haushindi kamwe, lakini ukiwemo unabii utakoma, zikiwepo lugha zitakoma, ikiwepo maarifa yatapita, kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunatoa unabii kwa sehemu, lakini ukamilifu ukija, yale yasiyo kamili Utoweka. Sasa, marafiki zangu, mashahidi wa Yehova akaanza kunipa lecture kwamba unaona, Biblia inasema kwamba e, kila kitu kitakoma, ikiwepo ikiwemo lugha na wanadai kwamba lakini ukija ule ukamilifu ambao kwa mujibu wao wanadai kwamba ukamilifu ni Biblia. Sasa, kwa kipindi hicho wakati Paulo anaandika wa Korintho wa kwanza, Biblia ilikuwa haijakamilika kuandikwa. Kwa hiyo Biblia imekuja kukamilika kwa mujibu wao wanadai kwamba sasa vile vitu lugha, e, unabii vyote vimekoma. Sasa kuna kitu kimoja ambacho walishindwa kulipa kulipa majibu. Biblia inasema vitu vitatu vitakoma unabii lugha na maarifa. Maarifa kwa Kiingereza ni knowledge. Sasa nikauliza kitu kimoja, hivi vitu vitatu. Kwanza Biblia inasema kwamba vitakoma, hajasema kwamba vimekoma, kwa sababu unavyosoma Biblia inabidi uangalie nyakati au tenses. Kuna wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba hivi vitu vitakoma, hajasema vimekoma, au hajasema vinakoma, anasema vitakoma, kitu ambacho ni wakati ujao, na kigezo ambacho anatuambia kwamba vitakoma ni pale ambapo ule utamilifu utapokuja. Kwa hiyo kwa mujibu wao anadai kwamba utamilifu ni Biblia. Sasa nikauliza kitu kimoja Biblia inasema kwamba eh, unabii lugha na maarifa vitakoma ikiwemo knowledge. Sasa ni kuuliza kitu kimoja, knowledge imekoma au maarifa yamekoma? Kwa sababu kinaambia kwamba unabii umekoma, lugha umekoma, uwezo kaondoa maarifa, kwa sababu vyote vimetajwa kwa wakati mmoja. Kwa kama unabii umekoma na maana yake lugha pia imekoma na maarifa yamekoma. Jikauza je? Maarifa yamekoma? Wakosa jibu, akasema bwana, ngoja tuende, tukipata majibu tutakuja kujibu, tutakuja kujibu. Hajaje kunijibu mpaka leo. Watu wanaodai kwamba kunena kwa lugha kumekoma huwa wanatumia mstari huu hapa kama kigezo cha kudai kwamba kunena kwa lugha kumekoma, lakini kitu ambacho wanashindwa kutoa maelezo ya kutosha ni kwamba kama unabii umekoma, lugha zimekoma, basi na maarifa pia yamekoma au knowledge pia imekoma, kitu ambacho si kweli, kwa sababu knowledge bado ipo. Kwa kama knowledge bado ipo, imekuwaje kwamba hivyo vitu vile vimekoma na kitu kimoja ndio bado kiwe hakijakoma kama wana, wanataka kutuambia kwamba ushahidi wana, wana, wana ruga kwamba zimekoma, inabidi watupe ushahidi kwamba kwa nini ruga zimekoma na unabii umekoma, maarifa hajakoma. Lakini ukweli ni kwamba Biblia inasema kwamba pale ambapo utapokuja ukamilisho, ukamilisho ni kwamba mwisho wa dunia, kwamba tutakapofika tutamuona Mungu uso kwa uso, kwa hakutakuwa kuna haja ya unabii, hakutakuwa kuna haja ya ruga, hakutakuwa kuna haja ya maarifa, kwa sababu tutakuwa tunafahamu kila kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku jibu linabaki kwamba kunena kwa lugha hakujakoma. Kunena kwa lugha bado kupo mpaka leo hii.